Ni katika adabu za kusimamia shughuli za watu, jitahidi sana kuwa mkweli, ujipambe na sifa ya ukweli. Unapokuwa unaamiliana na bosi wako, kuwa mkweli, kuwa muwazi, najiepusha na kusema uongo. Na kwa nini fikia hatua kumdanganya mwajiri wako? Hujawezeshwa kufika kazini kwa sababu ya kimsingi, unaumwa, mpigie simu, mwambie ninaumwa na ukimwambia waumwa basi iwe kweli unaumwa, na isifikie hatua kama wanavyofanya baadhi ya watu mtu yuko tayari kusema uongo, mtu yupo katika shughuli zake, anafanya mambo yake mengine, ana ameshindwa kufika ofisini, ameshindwa kufika kibaruani, anampigia simu au anapopigiwa simu, mbona hujafika kazini? Mtu anasema nimefiliwa na shangazi yangu. Mtu anamuua shangazi yake anasema uwongo ili aweze kusalimika na kulinda kibarua. Leshi hadha? Kuna faida gani ya kufikia hatua kusema uwongo? Kwa nini usiseme ukweli? Mtu anasema uwongo kwamba ninaumwa, ili hali ni mzima, yuko mbezi katika shughuli zingine. Haya ni maisha ambayo baadhi ya watu wanaishi hivyo, kusema uwongo, kuwadanganya wale waajiri wao. Kufanya hivyo, jambo hilo ni hatari kwanza ni haramu kusema uwongo. Thanian pili, Allah tabaraka wa taala anaweza akakuadhibu kwa kitendo cha wewe kusema uwongo, ukadanganya uka kwamba shangazi yako amefariki au baba yako au mama yako au ndugu yako yoyote, ukaamua kumuua kwa kusema uwongo, nimefiliwa na fulani, au ukasema uwongo kwamba ninaumwa, ili hali si mgonjwa, uko katika mambo yako mengine. Allah tabaraka wa taala aweze kukuadhibu kwa kusema kwa kwako uongo utakapokuwa umedanganya, ikawa ni sababu ya wewe kufutwa katika, katika kazi ile, ikawa ni sababu kuondolewa katika shughuli hiyo, pamoja na kudanganya kwako kwa kwa, umekaa siku mbili tatu hujafika kazini, hali ya kuwa umedanganya. Unafika siku ya tatu unaambiwa kibarua huna sehemu yako, tushamuweka mwingine. Hebu tazama, waonaje? Haya ni katika madhara ya uwongo. Tujitahidi sana kuwa wakweli, kuwa muwazi. Kama waumwa, waambie naumwa. Kama umefiliwa, waambie nimefiliwa na ndugu yangu. Huo ndio uhalisia na ndio katika adabu Uislamu ulivyofundisha. Muislamu anapokuwa katika shughuli za watu, ahakikishe anajipamba na sifa za kusema ukweli. Muwe wakweli kwa wateja wenu, haitakikani kumdanganya mteja ukamwelezea sifa tofauti na bidhaa ilivyo katika uhalisia wake. Jambo hili halitakikani. Kuweni wa kweli katika kusimamia shughuli zenu ili ziweze kubarikiwa na Allah, tabaraka wa taala.